Ni kwamba umati mkubwa ulifurika kumpa mkono wa buriani mwimbaji wa nyimbo za jamii ya Kalenjin ja, Diana Chemutai Musila almaarufu Chelele katika sherehe ambayo iliyoandaliwa katika shule ya msingi ya Kapkwen kaunti ya Bomet. Mazishi ya mwenda zake yaliyovutia wengi, miongoni mwao viongozi wa bonde la ufa katika kingo za kisiasa. Hata hivyo, rabsha zilizuka kwenye hafla hiyo baada ya mashabiki kupita kiasi cha waliotarajiwa na kuwazidi maafisa wa usalama nguvu. Jeff Kirui na taarifa zaidi. Huzuni, majonzi na simanzi ilidhihirika wazi nyusoni mwa wengi waliofika mahala hapa kumpa mkono wa buriani mwenda zake Diana Chemutai Musila almaarufu Chelele. Wazee kwa vijana wote waliwasili katika shule ya msingi ya Kapkwen asubuhi na mapema wakistahimili unyevunyevu nyevu ardhini kufuatia mvua inayoendelea eneo hili, wengine wakikwea ya miti angalau wapate fursa ya kumwona marehemu japo kwa mara ya mwisho. Nilikuwa namfahamu sana kama mwanamuziki wadari, na tunasema pole. Tulikuwa tunampenda sana lakini Mungu alimpenda zaidi. Mashabiki wake wakitoka pembe zote za eneo la Rift Valley. Viongozi wa kisiasa bila kuachwa nyuma. Maafisa <coughs> <coughs> <coughs> wa usalama wakapata kibarua kigumu kudhibiti umati huo, wakilazimika kutumia nguvu almradi warejeshe utulivu na licha ya maombolezi, hapa kukosa ucheshi katika hafla hiyo. Kazi Marehemu alipatikana ameuawa nyumbani kwake eneo la Kapkwen tarehe tisa mwezi huu. Tayari washukiwa wawili akiwemo Eric Musila mumewe marehemu na mwanamke mmoja wametiwa nguvuni kuhusiana na mauaji hayo. Jeff Kirui, KTN leo.